Tulikuwa na lengo la kukusanya trilioni 31 uh, na milioni 500 kwa mwaka mzima kwa bara na visiwani, lakini mpaka jana saa sita usiku tumeweza kukusanya trilioni 32 na bilioni 260. Lakini kubwa zaidi tumeweza kukua kwa asilimia kumi na sita nukta saba ni kiwango kikubwa sana na ni ufanisi wa asilimia mia moja na tano haya ni mafanikio lakini ni rekodi kubwa sasa wengine wanaweza wakasema mbona ni ya kawaida kwanza nimesema TRA imeanzishwa mwaka 96 leo tuna miaka ishirini na tisa mwezi wa sita mwakani, tunatimiza miaka thelathini. Tunao watumishi wengine ni wapya, mwenyekiti wengine walikuwa wajazaliwa wakati TRA inaanzishwa. Anzisho mwaka 96 ilipewa lengo la kukusanya kwa mwaka ilikuwa ni bilioni 539 mikoa yote 33 bilioni 539 na tuliweza kukusanya bilioni 531 kwa mwaka ambayo ilikuwa ni ufanisi wa asilimia 98. On average, kwa mwezi tulikuwa tunakusanya bilioni 44, tunazunguka mikoa yote. Mwaka 96 alikuwepo mzee Sanare, ndo alikuwa commissioner general kwa na hata World Bank na IMF ndo ambao walipropose tu ianzishe TRA walisifia ya mafanikio ya kukusanya bilioni 44. Leo, leo Mheshimiwa mwenyekiti, hayo ni makusanyo ya mkoa baadhi ya mikoa na on average ukiangalia, uh, kama hiyo ilikuwa 44. Leo makusanyo yetu yamepanda sana. Kwa hiyo tuna kila sababu ya kusema tumeandika rekodi ya kwanza kuvuka miezi yote kumi na mbili, lakini kukusanya kwa kiwango kikubwa sana. Tuna kila sababu ya kuwapongeza wafanyabiashara, viongozi wetu na watumishi. Hongereni sana TRA, pamoja tunajenga taifa letu.